La pili, nyinyi waandishi wa habari, nyinyi waandishi wa habari mmetuacha, yeah. mmeliacha mmeliweka waniwe, taifa gizani kwa hichi kipindi ambayo tulikuwa yeah. tunategemea nyinyi ndio wa kwanza kutuhabarisha, lakini mliliweka taifa gizani. sasa sijui hata, hata sasa hivi tupindi nyingi Manahedi, na sasa msingi sana lakini hutozikuta huko kwenye, kwenye televisheni <todilet> utazisikia yeah, wow. tu ea umekamatwa huko ndio zinatumika kama ushahidi lakini hamzipeleki sehemu sahihi. Jamani, uandishi wa habari, vyombo vya habari, mamlaka ambayo inahusika na mawasiliano mmetukosea sana wananchi sa na wananchi ila na mmetenda dhambi mkatubu. Jambo <tipa> <tipa> ambalo bado linaweza kuwa linaendelea kutupa shida ni zile taarifa ambazo naonekana hapo Makambako, tuna wenzetu kama watatu hivi kwa wapungui, tuna taarifa nao, wametuaga huko, lakini sasa <coughs> nje na hapa yani, wenzetu wamefia nje na hapa Makambako, na kwa kweli mioyo yetu itakuwa vizuri tukisikia wamerejeshwa nyumbani. maneno maneno yanayozungumzwa kama kuna kimbari, sijui greda litafanya, yanaleta maumivu kwa mkuu wetu, Mheshimiwa Mtaka Anthony, tunaomba mambo haya yasiwe kwa mtindo huo, kwa sababu hayataimarisha familia familia zetu za Kiafrika na hasa huku Njombe wazazi wetu walifia Tanga lakini baada ya siku walikwenda kusombwa, kurudishwa Njombe. Ndivyo tulivyo, ndivyo huruka zetu. Sasa ikionekana tumesema wazikwe kimbari wapi huko, hiyo haitakuwa sawa sana. kwa nimeomba hili liwe ni wazo kati ya mawazo yetu wananchi wa Makambako ambao tuli, tuli, kwa kweli kwa eneo letu ulikuwa safi, na kama kiongozi wa mkanda ya nyanda za juu kusini ni pekee Njombe, sijapokea taarifa yoyote hata ya kumwaga tone la damu kwenye mkoa wetu kupitia mambo haya. Mungu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa ajili ya haya, lakini wenzetu mahali pengine na majirani zetu na watoto mufaamu, wetu kama unavyofahamu mkoa wetu wa Njombe una watu wanaozunguka Tanzania nzima wanafanya kazi sasa tumepata vijeraha hivi pia kutokana na hawa ambao wako nje e, wamepata changamoto hii litokea, basi tunaomba Mungu atusaidie pia waweze kuwezeshwa kurejea huku kwetu. Hilo nadhani ligeweza kuleta unafumu. Kwa hiyo watu wa Njombe kama kuna mara ambapo watu wametoa ushirikiano, na niwaambie, mko humu watu wengi mesaidia sana vyombo vya ulinzi huku Makambako. Jamani, kuna mara tumesikia mazungumzo haya Kazi yetu sisi kama serikali hatukupuuza hizi, hatukupuuza. Tungeingia kwenye kushabikiana hapa maeneo hapa, tungekuwa ni senta ndogo sana. Piga moto yote na nguo yote mnakuja ha, hapa mnaanza kusikitikiana kwa sababu ya unafiki. Watu ambao unaishi nao pamoja, anamchukia mwema, anamchukia sijui mama nani hapo, anajua duka yake kiungo, wote imekuwa maskini. Kumbe maskini wa Mungu ni maskini wa kichwani. Sasa mimi niliwaambia wenzangu Hala ah, bareni walaozungumzwa tusipuuze, tusipuuze kabisa, tusipuuze, tusipuuze miezi mitatu kabla, miezi miwili kabla, mwezi mmoja kabla, wiki nne kabla, wiki tatu, wiki mbili, wiki moja, siku saba, siku sita, siku tano, siku nne, siku tatu, siku mbili, siku moja, na watu wakapiga kambi Ubaruku, wanataka wachome Makambako <coughs> wakaona imeshindikana, wakakimbilia Mafinga, wanataka wachome Makambako. Wakaona imeshindikana, wakakimbilia Songea, wanataka wachome Njombe. Lakini ninyi wenyewe kwa kushirikiana mambo ya polisi tumeweza kuwa na naiari mnayoona leo k, tujipigie makofi.